Na viongozi wa ODM sasa wanamlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuingilia chama cha ODM, wakimshutumu mikwaruzano inayoshuhudiwa. Viongozi hao wakiongozwa na kinara Oburu Oginga waliofanya mkutano wa hadhara kaunti za Lamu na Tana River, wanadai kwamba kundi linaloongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna linashirikiana na Rais mstaafu kwa nia ya kumhujumu, ya kuhujumu mazungumzo kati ya ODM na UDA, kama Stephen Leto anavyoarifu. Viongozi hao wa ODM walitua kisiwa cha Lamu na kupokelewa kwa mbwembwe za kisiwani. Hata hivyo, ni katika kisiwa hiki cha Lamu ambapo nyuzi joto za kisiasa zilipanda, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akijipata mdomoni, akilaumiwa kwa kukata chungwa. Shida tuko naye ndani ya chama chetu, siyo mambo ya broad based, siyo mambo ya serikali ya broad based, siyo mambo ya Ruto shida tuko naye kwa chama chetu ni yule former president ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Huyu ndio anaharibu chama yetu. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha, and we know the culprit in this whole agenda, na huyo anaitwa president Uhuru, former president Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro, viongozi hao wachungwa wakisema, mtoto akililia uwembe apewe, wakimrushia vijembe hivyo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Wako na chama ambao wameunda kitambo, nia yao na madhumuni yao, tuikoroge ODM, baada ya kuikoroga sisi tuingie. Sababu sisi tunawambia kabla hamjaikoroga tumewakoroga nyinyi, lakini wakati tuliona wakianza kuzungumuza, sisi naona vitu vingine sisi hapana elewa atiko watu huko najiita fimbo by fimbo, watu ya munyoro yenyewe wananuka, wa munyoro wanaimba, wa munyoro ati ndio wamebebana nao kuja kule kwa ngome ya ODM, msimame ngangari bila kuambiwa kwamba kimeenda, kimekufa, kimetawanyika. Bila fulani hakuna mahali kitaenda. Wale wanacheza na ODM wetu kanenda. We kama unaona umebega mabawa wajiweza peke yako si unaenda unaanzisha chama ingine. Viongozi kutoka magharibi wakipigia debe hatua ya kumwondoa Sifuna ofisini. And as the ODM Kakamega County we are in support of the decision taken by NEC to remove Honorable Sifuna and replacement and acting capacity with the women rep of Busia County Honorable Catherine Omanyo. Chama cha Chungwa kitaendeleza mikutano hapo kesho katika kaunti ya Kilifi. Stephen Letoo, runinga ya Citizen.